Snaata na iangaleni kwa makini video, sio kiki wala trendi za uchi mtandaoni. Haya ni maisha ya kweli kwenye vioo vya simu na TV zenu nyumbani. Ni mwalimu mwenye dhamana ya watoto wetu kwenye shule anayofundisha Hatujui ni mara ngapi alijifungia ndani na kulia kwa kwikwi nzito ya kutengwa. Hatuelewi ni sauti za kebehi kiasi gani zilifikia sikio lake. Kwa dhihaka, aliambiwa hatafika popote kwa sababu kinachomfanya atembee hakipo tena. kio ambalo linikumba baada ya kupata changamoto ya kukatwa mguu, kuna baadhi ya watu walicheka, wakawa wanafurahi kabisa kwenye simu. Yani nilipata message ya kusema kwamba huyu tena sio chochote, sio yani, sio lolote tena huyu, yani hapa, yani hapa ndo kwisha habari yake. Unajua ile kwamba yani ni psychologically kale ni, nilijisikia vibaya lakini nikasema Mwenyezi Mungu anipe subira uh, hao hao ambao wanasema hivyo, ipo siku ataniona mimi na faida kwao, sabu kuna mtu alikuja akasema mbele ya mke wangu alisema kwamba huyu hawezi tena kufanya kazi yoyote, kwa hiyo unaweza ukamtafutia tukagengi akauza, yani ni mtu ambaye alinikatisha alijaribu kuongea kauli ambayo ilinikatisha tamaa, lakini ni kauli ambayo mpaka leo naiishi sana kwamba yaani, hajui kwamba walemavu ni watu kama alivyo yeye. Inasikitisha, lakini umba, so kwa sababu aliyetuumba hatokei Kasulu sio Shabani. Mwalimu ameendelea kuwa mfano wa kuigwa kwake, kukata tamaa ilikuwa ni wimbo uliokosa kiitikio kinachoridhisha. Ukimkuta mbele ya wanafunzi wake, ni wewe ndio utajiuliza umeifanyia nini jamii yako.

utamsifu Mungu na ugawaji wake wa baraka ambazo hazijawahi kuisha. Angekuwa sio mwenye matumaini ya kutosha na kesho yake, labda angeshaacha kufundisha na kuishia kuombaomba ili adhalilike. Amechagua kuwa kioo kwa kila anayemtazama kwa jicho la kujifunza. Video ya mwalimu huyu ikalijibu swali lako, we mwalimu mzembe, ni kipi kisingizio chako? Wanasema ni heri ukutane na mwanajeshi mwenye kila silaha lakini sio adui asiye na shabaha, lakini anaipenda ya kazi yake. Nyuma ya simulizi hii, mwalimu huyu anamtaja mke wake kama shujaa wake wa maisha. Ni yeye aliyekuwepo wakati dunia nzima inazungumza lugha mbaya kwa mumewe, na wambawe, sevya, ni, nilikuwa na moyo ambao, yani mpaka sasahivi najiuliza nilikuwa na nini ndani yangu sipati jibu, ila nilikuwa naongea tu na mungu wangu, kama mungu ndo umepanga awe hivi, basi mi binafsi napokea. Kuna hiyo siku tulienda kwenye hiyo shule ambayo alikuwa anafundisha private, tuliona mazingira nyumbani ni, ni magumu mno, nikamwambia basi twende tukajaribu pale kule ofisini kwenu, wenda watatupatia chochote kitu, ila tulivyofika pale naweza ah. <coughs> <Mase. Bazo> ukajikuta <coughs> kuna kauli, kuna mtu aliitoa katika viongozi wake Akasema yani, wewe tena hapo ndo basi kazi ya uwalimu wewe achana nayo. Aliyechagua furaha ya mumewe akaipigania kwenye dunia ya kiza, tunaposhauriwa tuoe mwanamke anayetaka kuwa mke na sio anayetamani kuwa na mume. Kupitia hili naweza kuelewa kea aliokuwa nampatia kiuhalisia, kumtia matumaini, kwa sababu hali aliyokuwa amepitia, angekuwa mtu mwingine huenda angekuwa kashaundo kashamkimbia. Ni upendo, upendo kumhurumia pia, na ile hofu ya Mungu iliyokuwa ndani yangu, kwa sababu nilikuwa na jita, najiuliza hivi, nikisema nimkimbie, mimi mwenyewe kesho yangu naijua sijui. Kwa hiyo nilikuwa najitathmini hivyo, naona hata, acha nipambane mpaka mwisho utakavyokuwa. mangu Dkt. Samia Suluhu Hassan, naomba unisaidie kijana wako niweze kupata usafiri kwa ajili ya Uh, mizunguko yangu ambayo naifanya ya kuwatembelea watoto mashuleni. Nimekuwa nikipata changamoto sana, lakini pia usafiri huo unisaidie katika kuwatembelea wale watoto ambao wana mahitaji maalum, na, na kuwapatia misaada ambayo nakuwa naikusanya. Kwa hiyo, nakuwa napata changamoto sana katika kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, hususani katika mizunguko yangu hii. Hata napokwenda shuleni bado imekuwa ni changamoto, kwa sababu sina usafiri. Lakini pili, Mheshimiwa Rais, naomba ikikupendeza unisaidie niweze kupata mguu ambao naweza nikautembelea. Mara ya kwanza nilipata mguu, lakini mguu huu umekuwa teknolojia yake iko chini sana, kulingana na jiografia ya huku ka umekuwa ukinisumbua sana. Kwa hiyo kwa sasa hivi nahitaji mguu ambao teknolojia yake iko juu, naweza nikautumia kwa mazingira ya huku Kigoma, lakini pia mguu huo kwangu mimi naweza ikawa ghali sana kuupata kwa sababu ya gharama yake. Kwa hiyo nalileta kwako Mheshimiwa Rais, naomba unisaidie kijana wako niweze kupata mguu ambao utanisaidia katika hata ufundishaji wangu, lakini pia swala la usafiri, Mheshimiwa, naomba pia unisaidie. Hii video imfikie mwalimu anayedhani hasira ndio ufundishaji. Mwambieni walimu ni wito na hakuna kisingizio kwenye kusambaza maarifa. Binadamu anaishi mara mbili akichagua kuwaacha kumbukumbu kwenye mioyo ya wengine. Madamu President, bila shaka umesikia kilio cha kijana wako Mwalimu Yusufu kutoka Kasulu. Mm, mzaramu hapa.